Mti huo unaomilikiwa na kanisa la Golan Gospel Center lililopo katika mtaa wa Mpomvu mjini Geita, ambapo viongozi wa kanisa hilo wakiwemo Mchungaji Jefta Lameke amesema mti huo ni wa muda mrefu sasa, lakini juzi mti huo ulidondoshwa na upepo wakati mvua ikinyesha, ndipo wakatafuta mtu aukate kwa sababu uliziba njia, na kesho yake baada ya kuukata ukakuta mti huo umesimama, ambapo hali hiyo imezua taharuki kwa wananchi na kushangazwa na mtu huo kusimama. M a kwanza sikuamini, nikasema hii siwezi kuiamini mpaka nifike nijaribu kushuhudia. Nikawa nimekuja nimekuja, nimekuja kufika, nimekuta ule mti umesimama kama ulivyoonekana hapo maana kule nyuma unavyoliona limesimama benjuka, likabaki na shimo kubwa sana. Tulimshauri hata aliyekuwa nakata kwamba likatie chini, sije ikabaki gogo lefu, lakini hakutuelewa akakata, kabakiza shimo lefu kama ilivyoonekana sasa. Mvua zilivyonyesha, leo tumeshangaa, mti umerudi kwenye eneo lake. Nao viongozi wa kanisa hilo wameeleza sababu iliyosababisha mti huo kusimama tena. Mimi binafsi kama mtumishi wa Mungu, sielewi imani yoyote iliyoko hapa. Mimi naamini kule ambako liling'oka kulikuwa na shimo kubwa, halafu ule uzito ambao ulikuwa kwenye lile shina ndio umelifanya, baada ya kuondolewa ile matawi lile shina kukata, ukabaki ile kile kipande, umelifanya lile shina kurudi kwenye mahala pake. Ulibeba udongo mwingi sana na mizizi yake, baada ya kuukata, manake ule uzito wa ule mti ulipokuwa umeanguka ulipungua, upande wa mti ukazidiwa uzito na upande wa mizizi. Naweza nikasema hicho kimesababisha ule mti kurudi eneo lake. Mchungaji wa kanisa hilo ambao ndio wamiliki wa mti huo ametoa wasiwasi kwa jamii kutolihusisha tukio hilo na imani za kishirikina. Jamii na ninachowaeleza hakuna cha ushirikina, kwamba uliosababisha mti huo kusimama ni mti tu ambao umeanguka baada ya kuangua na kuacha shimo nyuma yake, na baada ya kutolewa matawi ule uzito wa udongo pamoja na, na shina kwa sababu ni nene ikabidi kurudi. Naye Charles Manyanga mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mpomvu ameendelea kuwatuliza wananchi na kueleza hatua walizozichukua kuondoa taharuki kwa wananchi. Ah, tutarajie utulivu utaendelea, maana tumechukua hatua za kupiga simu polisi, za kupiga simu katani nadhani jitihada zinaendelea kwa ajili ya usalama zaidi kwa wananchi, na kila mmoja anaamini anachokiamini. Sisi kama serikali hatuamini kama ushirikina upo, wao wanaamini. Kwa hiyo ile ni hali tu ya kiimani.